Kama kuna mm. <laughs> ni. <laughs> mm, kitu ningekuwa nimemfanyia ningemfanyia kitambo. Nimejaribu mara ngapi, hawezi mdhuru. Europe ulikuwa anafanya kazi gani? Europe, nilikuwa nafanya kazi ya osha maiti. Ngumu, nimekuwa hata mweusi ni kombaridi au msiko sawa, yeah, yeah, mimi I am expecting you you to come mwazika, like I run towards you, nimekuja nikifurahi. What is this? Na una pesa actually sasa nini? Yeah, ap apparently, yeah, niko na pesa kumshinda, imagine mamu, tukiongea naye na sawa, na hata sijui anakoonga mrasta ha, ay, yeah. Biashara mnono mnafaana na mangozi meraruka, look at you, ni sawa tu mango. Mambo vipi wadao, ni Johncena Silver. Na yetu, kawaida yetu ni kama kawaida. Ilikuwa nawaambia kuanzia sahii sifanyi kazi na diti, sifanyi kazi na Daktari Tanga, so tawaonesha mumbaye ntakuwa anafanya kazi na yeye. mambo vipi e? mambo vipi? <coughs> mambo vipi? mambo vipi? Johncena Silver, kawaida yetu ni kama kawaida. Microphone watu wangu, au nikule watu wangu? Mimi imezoka wapi? mimi ndo nimeleta Ah, ni mkora kila kitu, niambie director afanye kitu, mulika kwa mabadi juu. Moja ni yake sare. Moja ni mama. Tumekula mimi. Lakini lakini sijakula. Nani ameona nikikula? Mimi tu mbona naweza niuma kula wasi. Nani ameona nikikula? Si nyinyi ndo mnakula. Ah, kula vitu za wachawi. Tumba itakuuma. Director. Hiyo ni nani imekula kama haijakuliwa? Sema ukweli. Msidanganye. Mimi sipendangi uongo. Hiyo miwa hii hapa acha niwaambie ukweli. Nimeikula lakini nikaona venye unaongea ni kama imewekwa kitu nikaachana nayo. Imewekwa kitu na mimi nakula tu hapa. Hata mimi mwenyewe nakula. Naweza weka kitu kwa kitu yenye mimi nakula. Unaona ni kama umeanza kusupport wa mimi. Unajua, asali waambi ukweli. Yeye mimi hapa amekea daktari. Yeye mimi wa hii. Yeye haijaguzwa. Mulika huko director. Hiyo mimi haijaguzwa si umekea daktari? Mm. Ile nyingine ni yake sare. Hapana mimi chakula. Hata nimejaribu kwanza tumbo imeanza kunyua. Wewe wacha. Mama yake, mama yake sare ameshamaliza kukula saa hii. Mama umekula? Ameshamaliza. Maganda yake ndio hapa nyuma. Wacha uongo. Mama usikue mwongo. Mama umekula kweli? Umeacha na hapo imeacha. Acha niwaambie ukweli. In... amenunua. mm -hmm. Tumetoa kwa shamba shamba yake hapa, sasa hii shamba ni ya ni mama yake. Sasa alipanda karibu mm -hmm. <laughs> so daktari amefika. Acha daktari afika asiwaambie ukweli, ajua ajua kitu, kwa hiyo tunaongea. Ndio, ndio. Kwema Joni. Kwema Daktari. Mm. Umewekewa miwa yako huko juu. Lile pale. Mm. Mm. Wala. Mm. Tusema shukrani lakini huwa siri vitu ambavyo Tadisa. Ndiyo, Tadisa. Ndiyo. Tadisa. Ndiyo ndiyo, daktari ya mbata mana nimekuja kazi, sijakuja kula Joni. Najua Joni, Ukiweza kupewa kitu mm, na unadai yule mtu, huwezi kumdai, maana umepewa chakula katika hilo boma. Unalitambua hilo Joni, ndio nimefikiria, kwa hivyo nitupe hii. <tum> Ma, Maw, ja, ja, kula Daktari mm. wanasema nini? Mama anaongopa lakini ameweza kula miwa, danganyia Asha <laughs> <laughs> <laughs> ameweza kula ya Daktari. Ya mwisho ni ya nani? lile da kwanza, da kule, <laughs> mi. Mi la kwanza la kule ni la huyu amekuwa nalo mm -hmm. ili lingine ili la huku ni la huyu. Hamna yeah. mm. Miwa ambayo nimeweza kuekewa Joni. Ni hivyo? Daktari ta ameficha kwa bagi aseme hapo. Daktari mimi nimeacha kukula. kwa sababu gani? nimeona kwenye silver na sapotu msiana, nikasema maybe imewekwa kitu mbaya, ndio maana nimelea. hata mimi hata na daktari siwezi muumiza, hata na siwezi mpatie kitu mbaya, nitaumiza mimi mwenyewe. nikuja mulika mdomo

Hmm? Hakuna. I, ne, gini, uh, ni nini ati atini, hakuna mchanga. Ndio hizi hapa. Hizi kwa wapi? Haya, daktari, kwa hivyo daktari ni mkora. Siwezi kula vitu za mchawi. Wanasema leo nimesupport msichana na kitu umepewa? Kitu gani? Kama nataka kugawa shamba. Kama kuna kitu ningekuwa nimemfanyia ningemfanyia kitambo. Nimejaribu mara ngapi, hawezi mara ngapi? Mdhuru Joni. Natumai ameweza kurejesha vitu hmm, ambavyo nilimweleza. Mimi sijajua daktari. Ndio maana hilo ndilo limeweza kunileta hapa Joni. <tari> <tari> <tari> Anasema ameanza kuwa msichana mzuri. Yule mzungu wake usimwaribie, eti usite mzungu wake amwambia. Aliweza kumwibia Joni huyo, eh? aliisha haribu hmm. hmm. hmm. hata kama niwe unaweza keti na mtu mwizi. uliweza kuyakanyaga mwenyewe. natumai umeweza kuja na vitu ambavyo nilikueleza, gari. yes. Yes, I have. hmm. umeweza kuregesha iwewendtua tunaongezea nilifika ikabidi nipatie peace offering. Unajua sukari nimekuwa nikichafua chafua, so nikachuna some miwa hapo, nikapatia a nikapata. Lakini ni sawa, mna tatizo. Unaona anakula miwa, mkabidi Joni aweze mi nataka basi kwa sababu mnaamini daktari sana, acha daktari awambie kama bado nimini mbaya, ama wewe mshike mali ni ya mtoto wangu. Title deed. Unaitwa nani? Kwa cha tusome jina yake. Tusome jina yake. Ukifika hapa. Tusome jina yake. Unaitwa nani? Tracy Ayosa. Tracy Ayosa. Ukifika hapa usawa. Eh, this is satisfied that Tracy Ayosa. Sasa kutoka. Republic of Kenya, the Land Registration Act, the Registered Land Act, title deed, title, approximate register map sheet, This, this is to satisfy Tracy Kayosa Obaga mm, ameleta iko sawa, lakini sasa hii, hii jina itabidi tuibadilishe. Ni kwa nini ameweka jina ya kijana wangu? Obaga ndo na babangu hata pande kule kwa Luya ipo ipo jina la baba yake huyo, kwa hivyo ni sio kisi. Ndio ndio. Sina shida, nimekuja na uzuri, nimekuja kurudisha land yenu. Nimefunguka macho sahii vitu mingi sana unaona, hata ndo maana when mama angu alianza a long time ago na hivi vitu yote nime realize ni yeye cause niliongea na daktari, nilimtafuta mm. Actually, cause nilikuwa nataka kujua mbona life yangu inaenda hivi all the time, ni kama inaanguka mm, and then akanionyesha vitu zenye hata sikuwa najua everything mm, yeah, mm, ni yeye ndio mwenye wa hapa Saisi ni yangu sijui penye yako kama passport zako hapa. Oh, yeah. So vile nikaongea na daktari nikaona inaja niendelee ni kujishikilia no, na mauchawi mbaya na hizi <coughs> vitu mbaya zenye hazinisaidii <coughs> na already zote zinanipeleka nyuma saisi na anything. Ndio maana nikamwa all this guilt, niache hizi vitu zote, I just give you, mimi nataka tu a nyinyi, najua nimewatesa, nimechukua pesa yenu, na a uchawi yote nimeacha, ili kwa ya mamaangu. Sijui mbona nilichukua, oona for real, for real, for real. Mm, yeah. Vile mamaangu tulikuwa tunabishana na yeye mm, ujaweza kuregesha gari sivyo? na aliniingiza kwa hizo vitu, hata alikuwa ameniambia nisizurudishe na hakuna mm, kitu yenye ningefanya. Vile nilikuwa nimeongea na wewe, na sitaki tena kupitia maadhabu za kujikuna mm. Sitaki kulala kila siku, I can't sleep, nafuata tu na kunguni moja yenye sijui natoka wapi, I don't want that life mm. mimi nataka tu initoke yote, naachilia, naachilia yote I ja I will give you everything. Kama ntaanza zero kama daktari atakubali kunisaidia, that's okay. Uchariya mm, mm, uchawi, mambo ya mama angu sitaki tena. Amenipeleka mali pabaya, akanivince mpaka nikaanza kuwekea vitu kina elfas vitu zenye hata sijui. Ndo nasema hakuna uchawi, hakuna uchawi. Tukiweza kuendelea, tukiweza kuendelea, namna kuendelea hiyo, nitaweza kusaidia uweze kufanikiwa katika maisha yako na uweze kula jasho yako mwenyewe mm. lakini niliweza kusaidia mara ya kwanza nikakupa mzungu kwa kujaribu na ukaweza kuharibu hilo Daktari, kusema ukweli, bado nilikuwa nasikiza mamaangu mamangu mdogo alikuwa amenidanganya kabisa. Unajua huwezi kosa kusikiza mamako kama anakusaidia ama nini, hautajua anataka maisha yako iende mbele. Utaweza utaweza kutupeleka kule, maana baada ya kuelekea waweze kuwa hawataki kukubali. Miwa yao alina shaka hilo, alina mambo yoyote alina madhara hilo hilo hilo, maana limetoka shambani pale na Johni Shamba hili nilisha litakasa Joni, nitaweza, nitaweza kunipa yangu moja kubwa niweze kuelekea nayo Sivyo? Ndakupa. Hili mm, shamba ili shamba tulisha. Shamba daktari the last mm, time tukiwa hapa. Na aliosha kuosha na Joni, hamna madhara yote katika ili shamba. Mimi sitaki kuwatesa kabisa. Sitaka ta sitakata kwanza, kwa kweli jamani. Iye, Mama. Najua mimi napenda kusaidia mtu yule ambaye anajikubali na kitu ambacho amekifanya mm. mm. Mimi ilifika wakati ikabidi nikubali tu na nikakubali, mm. shida ilikuwa mamangu mdogo, shida ilikuwa yeye, because she was convincing me to do things I didn't know I was capable of. I found myself worshiping things, tying myself to someone mwenye hata hajanisaidia up to this moment you see, and when the doctor helped me sai, I'm at a much better place, sai sina any guilt I sleep well. Ndo maana hata nikaamua nilete all your things, cuz vitu za wenyewe kusema kweli hazinisaidii. Hakuna kitu nyenye msaidia, ndaleta zote. Nimeamua niongee kwanza, ndachukua. Iko sawa, wala Joni, mchunge yule nilikueleza mambo yake, Joni. Ndio, ndio endelea mm. niki ulikuwa anazungumza nilikuwa nasema mm. Mamangu vile alikuwa ameniingiza kwa hizo vitu mm, mi nilikuwa namfuata kwa sababu ni mamangu, na akikwambia, mm, nataka kukusaidia hawezi kataa uno. you know, nikiwa mdogo mamangu mwenye alini si, yeah. Mimi niliona inanisaidia, inanisaidia na uchawi but that mm, oh, okay. mm. mm. Unia, uniamini sahi, take all the time you want kwa sababu pia mimi vitu zenye nilikuwa nafanya siamini, no, nilikuwa nafanya unaona, na ilikuwa tu influence ya mtu mwenyewe ni kwanza ndani anisaidia. When I was small, mamangu mzazi aliniachia huyo mamangu mdogo, na yeye ndo amekuwa akinilea na yeye ndo amekuwa akiniambia, you do this, you do this, you do this. Na mimi hakuna kitu yenyewe ningefanya, amenisaidia kusoma, amenisaidia mpaka everything, literally kila kitu uchawi yote yenyewe nilikuwa najua ni yeye ndo alikuwa ananisaidia everything, hata yenyewe tulipata hapa. Daktari anaweza waambia ana kabisa na macho yake kavu, imagine anasema yeye ni mtu wa kanisa, singekata. Ndo nilikuja kurealize sasa hivi kumbe alikuwa amekupiga picha, unaona, yote time I wasn't aware. peleke kwa mganga Yeah. Mimi alikuwa amenifunga kabisaamanele ya kabisa. mm. Kabisa yake ilikuwa imesimama tu kama wazimu mchawi. mm. mm. Okay. mm. mm. Mchawi. Anaonekana tu mm. na sasa ule mama mm, ni mama yako wa ukweli, wa ukweli. Mwanzo alikuja na uongo akisema huyu ni mtoto wangu wa pili, nadhani hatanitetea. Kumleta hapo ilikuwa anitetee na ilikuwa anisaidie nje ya kufunga macho. Na alifanya jambo, daktari akafanya jambo, alafu daktari ni kama huyu ameweza kuwa msichana mzuri. Ndio, ndio, ndio, na niweze kumsaidia ili aweze kula jasho yake. Mm. Si sasa hivi yupo, maana anajitegemea mwenyewe, hata bima no. Mm, sinikatae juu bima menikataa hata penye yako, maana ameweza kusonga mbele na maisha yake sasa hivi. Hiyo ndo mi nataka, ukiweza kusikiliza mambo yangu utaweza kusaidika I'm ready. I'm unaona uliniambia nilete pesa nikaleta, mpaka enye sijui ilikuwa ni lakini o ulifanya siku, ndio nimerudisha shamba, arudisha zote, hata gari logbook zote. Sitaki kitu ya mtu tena, hata kama ni kuomba. Najifunza hadi kuomba, kuendelea namna hiyo utaweza kupata usaidizi wangu Asamu, na utaweza kusaidika mbari, na utaweza kuelekea mbali. Ama ama Elfasi inaweza kuwa Elfasi yake? Hapana, hii mambo yote ilianza kwa huyo, na siwezi taka kurudi hapo tena, nimemaliza hiyo chapter. Elfasi ni nini? anapenda nini? Huyo anapenda tu wasichana, huyo anapenda wasichana, wasichana kahaba mimi mimi staki mtu mwenye amefanya life yangu imeenda in shambles. Je, ninatafuta pesa mpaka daktari amefanya jambo. Nikona ana roho ya tamaa, n tokea mazo Joni huyu mweze kumchunguza sana mwe mm. Mm. Ni kweli. Uh, naye makini, wanajuana peni walitoana mwe naye makini huyu. Kuna roho ambayo imeweza kumwingilia, tamaa gani ya pesa ama maana kuna mazungumzo mm. Aliweza kuzungumza na alikuwepo msichana mzuri, ila kuna mtu ambaye aliweza kum, kumpeleka hivi hivi na kumharibu akili kidogo mm. Ili aweze kuchuna mali kidogo ya kijana inaporegeshwa, maana mm. yeye ndio yupo anachukua vyote na kumdanganya kijana, nipe mali nikuekee, kisha ataweza kutoweka nayo. Joni kama mimi niko sitarudi, ndiposa maana Aluda yupo nasema ielekee katika mama yake mm. wala huyu asiweze kugusa, pengine Aluda aweze kurudi na amgawanyie mwenyewe

mi sijakula kwa hivyo umekubali, ni yako. mm. Mmenipea, ni yangu kwa sahi, lakini mi siwezi kula, siwezi, najua mchawi. Na akikata nakata kabisa kabisa, lakini uchunge sana wachawi wasuwasikupea uchawi, mi sitaki uchawi. Yesu ame mm. mm. Yesu ndio nani kwako? kila kitu, sio mwokozi wa maisha yako? Ni nataka daktari anisaidia Yesu akwe mwokozi wa maisha yangu mm. mm. akuombea aniombee kabisa. Nata, munga, mchawi Mungu simba nasema, nataka kwa daktari kwa kabla mamako alisema hivi hata kabla kuchawi, mm. wanaombanga wanaombanga. Wanaombanga. ya kuchawi wanaombanga. Hata mwizi akienda kuiba hey, lazima aombe Mungu amsaidie kuiba, ndo alisema kumba mm. alikuwa anajua kenye anaongea mimi mm. mm. siasema naombanga mimi mm -mm. najua kuomba ndo nasema nataka daktari anisaidie hmm. Nimpe Yesu maisha yangu, nijue kuomba, sijui kuomba bado hmm. Mama yangu, hata wewe mwenye alikuwa anaomba ndo achawi watu, sijui alinifunza wa eh. hmm. eh, uchawi ndo nimekuja kusaidia, uchawi itoke ama hmm. hmm. Nataka basi daktari awambie kama nimekuta na njia ingine hapa, ijulikani hmm. itoke, itoke wazi basi. Daktari sasa, wewe tumalizie tu sasa. Mimi nimeshukuru, nimependa sana, asante mm. sana kwa kurudisha vitu, lakini kama si beba. daktari pia ungeleta kitu, amenifungua macho kusema ukweli, amenifungua macho na amenisaidia, ndio maana sitaki kukaa na vitu za watu. Sasa hivi umeanza kuwa mzuri mpaka watu wanashangaa, wanaona ni uongo. Na jaribu ataweza. Na jaribu, unajua you can't build Rome in a day. Siwezi kuwa mbaya jana na nikuwe mzuri. That won't work. I have baby steps. Sitakuwa mbaya jana na nikuwe mzuri leo me i hakuna ubaya nye nataka kuja nayo ndo maana nimekuja na uzuri na shuga kama sukari ya, ya shuga ke nikawapatia, mekata nimewapatia urogi ni sawa. Mnasema ndarokota hizi nipeleke urogi ni sawa, but mi nimeleta kila kitu zangu ni pande hii, acha tu zikae hapo. Mimi siwezi kufanyia kitu eh Niuze shamba mtoto wangu ile shamba liauze in, kama huko kwa nini, biashara ya mtoto wangu. Mna simu ambayo nahisi na simu ambayo imeweza kupigwa sana, Johnny. Hmm, nahisi ambayo ni mtu ambaye anataka usaidizi kidogo maana, hmm, utaweza kuniruhusu niweze kuangaliza, alafu nitaweza kuja, naweza kuzungumza na wewe, wala namna shamba hapo vibaya sana.

watu make sure umeweza kusubscribe na kawaida yetu, ni kama anataka uze shamba. Kwa nini mjinga sana watu, badala waongeze mali ya ndaa kupunguza mjinga mjinga, mjinga sana. Na nilikwambia alianza akiwa mzuri, na nilikwambia wewe watu wanakuja na niambia uzuri. Ile pesa nyingine ulinitumia mimi, bado mm, niko nayo mpaka shilingi hata, hata ile, si uliniongezea nyingine ya kununua ku nini, tiketi ya ndege, mpaka nikakupea yangu, juu alikuwa anafikiria ndio nitachukua. Nilikuwa napima kwa kamera nione, na ungepatia ule msana hiyo pesa, ingeenda ingeenda mm. Tu? Mjinga sana. Alafu watu, director, hii gari inauzwa. Hii gari inauzwa. Eh, inauzwa uh, 720,000. Kama uko nayo wewe, sema uko na pesa ngapi? 720,000, Nissan Daisy ni KDR. Director mlikamwambia ni KDR. Wanyosha ni KDR hapa. Ni KDR. Naona. Gari safi So kama unataka gari ya kufanya uba kufanya biashara ndio hii gari safi kabisa. usisahau bye-bye, kusubscribe alafu search the silver family silver the silver family uweze kusubscribe alafu watch videos ziko hapo, yes. kawaida yetu ni kama hmm, kawaida. make sure umeweza kusubscribe na kawaida yetu, kusubscribe na kawaida yetu ni kama kawaida